Pamoja hey, hey. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Na vilio na majonzi kwa familia, lakini vyama vya siasa vikaanza kuvutana kwenye msiba huo, ambapo wafuasi wa vyama vyote viwili wakaeleza umuhimu wao katika msiba huo. Lakini kwa kushangaza, Chadema wamekuja tayari na majoa yao na magari kubandika bendera eti kuja kuchukua mwili wa marehemu na kwenda kuzika. Pia wanasema sisi tumechangia chakula, mnakula chakula hiki ni cha kwetu eh. Na ukitizama aliyefiwa na mtoto ni, ni kada pia ni kiongozi wa CCM. Nilivyoona kwenye msiba huu, tatizo kubwa lilikuwa ndani ya viongozi wa CCM ambao wao walikuwa wanataka kumiliki msiba mwishoni, lakini mwanzoni walikuwa hawakuwa ha, ha, hawakuwa pamoja na, na, na, na msiba na ndio iliyokuwa kubwa hili, nikataka kutokea kama mtafaruku. Hali hiyo ikawashangaza wananchi waliofika katika msiba ambao hawana itikadi, ambapo ililazimu serikali kuamuru mwili wa marehemu kubebwa katika gari siokuwa na bendera ya chama chochote. Ni chama hawa wanataka sifa kwamba mimi nilikuwa kwenye chama au mwenye marehemu wake, au yaseme kwamba eh, chama fulani ndio kilichokuja kunishughulikia na maswala yangu ya mazishi. Sasa kitu kile hakina sifa kwenye mazishi. Hakuna itikadi ya chama na hakuna itikadi ya dini. Nao wanafamilia wakazungumzia juu ya mvutano huo na ushiriki wa vyama vya siasa katika msiba. Kilichofanyika ni hiki hapa tangu asubuhi, wa wanachadema walijua marehemu watastiriwa vipi, sanduku lolionaliostiriwa marehemu wamechanga wanachadema, chakula kilicholika pale msibani wamechanga wanachadema na harakati gari la kubebea marehemu wanachadema walisha alichangia ili gari libebe marehemu, lakini baada ya pale watu wale wa CCM walivyokuja pale kuona lile tukio, wakaona sasa hapa wanatupiku, na mama wa marehemu ni kiongozi wao wa CCM, lakini hawakuweza kumfariji kwa chochote, na ndio sababu mzozo umeanzia hapo. Katika makaburi, kiongozi wa dini aliyeongoza ibada ya mazishi akaeleza masikitiko ya kanisa kwa wanasiasa wanapogeuza misiba kuwa sehemu ya mivutano vya siasa vinaparangana hapo, vinasumbuana katika swala hili. Inaonyesha kabisa kama tunakoenda misiba itakuwa biashara ya mikutano ya kampeni katika katika nchi yetu, lakini kama kanisa tuko tayari kulikemea jambo hili sifurahisho. Nina ninaimani kwamba Mungu atafanya. Kutoka Morogoro, Devota Minja, ITV.